Habari ndugu wapenzi watazamaji wa vipindi vya Ufugaji Bora TV. Kwa majina naitwa Baraka Jeji Udoba, mimi ni fundi wa local cage pamoja na mabanda ya kisasa, na pia tunatoa ushauri namna ufugaji bora, jinsi gani uweze kufuga kisasa zaidi. Sasa yako mambo mengi tumekwishaelezea kuhusiana na masuala ya ufugaji, hususan katika ishu ya utumiaji wa local cage na ufugaji wa kisasa zaidi. Ndugu mteja wetu, ndugu mfugaji mwenzetu, kama unahitaji kujiwekeza katika ishu ya ufugaji, basi zipo sababu za msingi za kufuatilia baadhi ya mambo kabla hujawa katika ishu ya ufugaji. Mambo hayo yapi ambayo unapaswa kufuatilia kwanza? Kitu cha kwanza, unapaswa kujua kitu unachokifuga sokoni kinaenda kuweje. Yani fuatilia soko kabla ya kuingia katika ishu ya ufugaji, fuatilia kwa makini pia fuatilia ni njia zipi za ufugaji zinazoweza kumpa mfugaji tija, yani ukifuga isiwe na shida kwako. Kama njia nzuri ni kutumia keji, basi tumia keji. Kama njia nzuri umeiona kwa ndugu yako, rafiki yako, mfugaji mwenzio, umeona inavutia na haina madhara, basi unaweza kutumia. Lakini kwa upande wangu mimi nilikwishafuatilia kwamba ufugaji mzuri unahitaji miundombinu mizuri na ukiniuliza kuhusiana na swala la kufuga kuku, kwamba tufuge kuku wa namna gani, basi unaweza ukatupigia simu msini tukakushauri, kwa makundi ya kuku pamoja na biashara zao namna zilivyo, kwamba kuku hawa wanauzikaje? Kuku hawa wanafaida gani? Wana hasara gani? Tunaweza kukushauri. Lakini pia utakapotupigia simu kwa ajili ya kukutenezea keji, sisi tutakushauri kwamba ufugeje plani gani za kutumia, ili uweze kuwa na ufugaji mzuri zaidi. Basi wasiliana nasi kwa namba zinazoonekana, na sitapokea simu yako. Mkoa wote sisi tunafika kufanya kazi na wewe. Karibu, na uendelee kusubscribe vipindi ili uweze kutusikia zaidi. Asante.